Naam kutokea hapa maeneo ya Kongowe Mzinga, jijini Dar es Salaam, Simba Fans TV tumefunga safari hapa kuja kuzungumza na wana Simba e, kubwa zaidi ni kuangalia ama kutathmini kile ambacho kikosi cha ekundu wa Msimbazi Simba wamekifanya katika msimu huu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita ambapo mpaka sasa wamecheza jumla ya michezo mitatu kunako Ligi Kuu Tanzania Bara wakifanikiwa kuibuka na no ushindi katika michezo yote mitatu e, mchezo wa kwanza akifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa bila, lakini mchezo wa pili wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa bila. Mchezo wa tatu wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja ambao ulipigwa siku dhidi ya JKT Tanzania katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo na leo tuko hapa kuzungumza na wanasimba kuhusiana eh, na namna ambavyo timu yao inavyofanya kunako ligi kuu Tanzania bara, lakini pia maoni yao kuelekea michezo ya kimataifa. Abdallah, Abdallah nyuma kamera shambani kubora, kabisa, kwa ubora kabisa anahakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ni kusihi tu eh, baki nami hadi nitakapokuambia bye bye. Yes, bwana, kama ambavyo nimekwambia kwamba tuko hapa kuzungumza na wana Simba, lakini kabla ya kuenda kuzungumza nao kile ambacho e, msimu huu wanakifanya kunako ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kimataifa e, niko naye msemaji wa tawi hili la Mzinga Kongoe hapa wekundu wa Msimbazi Simba e, kusikiliza kile ambacho kama tawi wamekuwa wakilifanya, historia ya tawi kwa ufupi na tathmini yake e, ya kile ambacho Simba inakifanya. Bana mzee, Mambo niaje? Mambo poa kabisa, vizuri niko poa kabisa. Nimekutambulisha nafasi yako, lakini kwa upendeleo jitambulishe vile ambavyo e, nafasi unazohodhi, lakini wewe ni nani? Kwa majina anaitwa Mohamed Hassani nilidumu ni, ni kama kwenye nafasi ya makamu ni mwenyekiti, lakini kwa sasa ninadumu nipo ni, kwenye ni nafasi ya afisa habari wa tawi afisa habari wa tawi. Tumefika sehemu husika kwa ajili ya kupata taarifa ya tawi la Mzinga Kongoe, si ndio hivyo? Sijakosea ujakosea? mpira Sunami? eh, eh, eh, eh, eh, yes. Tawi bana lilizunduliwa mwaka gani? Tawi limezinduliwa tarehe kumi na tatu mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na nne na mtu alokuja kuzindua alikuwa ni Hamis Rashid Kisiwa. hmm. Yeye ndo alikuwa mgeni rasmi na, na ndo alolizindua kwa mara ya kwanza Kaimu mkurugenzi wa wanachama wa Simba Sports Club. Hey. Tawi la Mzinga hapa, Simba ina matawi mengi sana. E, tofauti ya matawi mengine ya Simba, yote yanafanya kazi moja. Na hisi mna tofauti gani na matawi mengine? Aa, kwanza sisi tunaweza tukasema kwamba ukanda huu ni wa Kusini, sisi ma, ni mashabiki wa Simba Sports Club tumedumisha ile dhana ya Simba nguvu moja. Kwa hiyo ukienda kuanzia Mzinga mpaka Kongowe mwisho kuna matawi mawili tu ambao tawi la Mzinga na kuna lingine lipo pale, lakini ni matawi ambayo tunafanya kazi kwenye engo moja ya kudumisha ile Simba nguvu moja. Kwa sababu tunapokuwa na jambo letu tunakuja kulifanya kama wana Simba, wanakuja sio kama wageni waalikwa, wanakuja kwao kwao, na wao wanapokuwa na jambo lao tunakwenda kwao, hatuendi kama wageni waalikwa, kwa sababu Simba siku zote inajengwa na Simba nguvu moja, kwa sababu wote ni kitu kimoja. Ukiangalia hata ni katika historia huko nyuma, hata ukiangalia aina ni ya jengo la, la Msimbazi ilivyopatikana, ni nguvu ya wanachama na mashabiki. Ukiangalia uwanja ni wa Simba Mo Arena, mpaka unafikia pale, nguvu kubwa ilikuwa ni ya mashabiki na, na wanachama. Kwa hiyo ile dhana ambayo viongozi wetu ambao ni waliwekaga huko nyuma ndio inaoendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi matawi ya Simba Sports Club hatuna utofauti na matawi mengine yote yote man, ni matawi, ni level moja, levo moja, na wote tunasimamia kwenye msingi wa Simba nguvu moja. Oh, umenishangaza sana. Nilitegemea kwamba utasema hivi na hivi, lakini umerudi pale pale kwenye umoja ambao unahimizwa na Simba na kauli yao ama kauli mbiu yao yenyewe kabisa. E, sisi ni Wanasimba, kauli mbiu yetu ni Simba nguvu moja. Unaposema Simba nguvu moja, ina maana hakuna masikini hakuna tajiri, tajiri na masikini wote tunakaa ni kwenye level moja. Kwa sisi matawi yote ya Simba sisi hakuna tawi bora kumzidi mwenzake. Sisi wote matawi ya Simba ni bora kwa wote, tunasimama kwenye Simba nguvu moja yes. Uh, tuje tuzungumze kama tawi msimu huu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita umeshaanza kunako ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kunako michuano ya kimataifa, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club, mnyama wa mwichoni, mfalme wa nyika, yuko hatua ya makundi mpaka sasa, jambo ambalo imekuwa si story kwake eh. E, labda tuanze na tathmini kwanza, e, namna ambavyo umetazama Simba katika michezo michache ambayo tayari ishacheza katika ligi kuu Tanzania bara, matumaini e, ya wana wanasimba kwa e, kuwawakilisha, unahisi tutarejea tutarajie sana msimu bora zaidi ya msimu uliopita msimu. Kwanza nianze kutoa pongezi za dhati kabisa kwa bodi nzima ya wa wakurugenzi wa Simba Sports Klabu. Nitoe pongezi ya dhati kabisa kwa mashabiki wa Simba Sports Klabu. Nitoe pongezi ya dhati kabisa kwa wanachama wote wa Simba Sports Klabu. kwa nini natoa pongezi? Kwa sababu usajili wa msimu huu kwa asilimia tisini na tisa pointi tisa aliufanya Fanifadu Davis ambaye leo hii yupo Raja ni Kasablanka lakini aliondoka bado, mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club hatukuingia mchecheto wa aina yote, tulitulia kuangalia viongozi na bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club nini inachonituletea sisi mashabiki na wanachama wa Simba, ni aina gani ya kocha ambao wao ni wanatuletea. Uzurabati, tuna viongozi ambao wanaijua salsafa ya Simba Sports Club, ni aina gani ya mpira ambao Simba inacheza na ni aina gani ya mwalimu ambao ni wanahitaji ni kutuletea, unaona amekuja ni kocha ni Pantev, ile ni surprise mkuu, yule tunamuita meneja mkuu wa Simba Sports Club, ile ni surprise ambao viongozi na bodi wa ya wakurugenzi ya Simba Sports Club walikaa wakaona ni watuletee ni wanachama wao, kwa sababu siku zote mshabiki anapenda mpira mzuri, mshabiki anapenda matokeo mazuri, siku zote ipo hivyo lakini umeona viongozi ni walivyotulia, ni wametuletea meneja wa mpira yani anaojua salsafa ya Simba Sports Club. Nikisema hivyo anamaanisha kwa sababu tunaangalia mechi ya ugenini ya kwanza, yani ile ndo mechi ambayo ilikuwa inampeleka meneja kwenye ulimwengu wa aina gani ya mpira ambao anatuletea Simba Sports Club ugenini tunaongoza ni kwa goli moja, angalia substitution yake anaoifanya, unajua ni kocha wa aina gani na nini anachokitafuta. Anaamini matokeo yanapatikana popote, haijalishi nyumbani wala ugenini. Anaongoza goli moja, lakini bado anaongeza viungo wa shambuliaji, anaongeza ma striker, maana yake tupate idadi kubwa ya magoli, tuimalize mechi mapema. Ndicho alichokifanya mechi ya kwanza ya kimataifa, tunaondoka na pointi tatu muhimu. Tunarudi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, alichokifanya Benjamin Mkapa, sihitaji kutumia energy kubwa kwa sababu tayari na magoli matatu na, na pointi tatu. Mimi sale ya bila bila moja bila mimi bado nimekwenda, kwa hiyo na maintain energy ya wa wachezaji wangu. Sare mimi kwangu inanifavor, japokuwa mashabiki wengi tuliumia kwa sababu tulitarajia tupate magoli mengi, lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi huwa ni mwalimu yeye, ndo anatengeneza aina gani ya mpira anataka ukachezwe, ametengeneza approach ipi kuelekea game, you know, anaenda ni kuicheza. Ameanza dakika arobaini na tano hana striker, manake ni nitumiliki mpira nituwakabie kwao, mwisho wa siku nituondoke na pointi moja, si ni kwetu, inatufavor ndicho alichokifanya. Tunakwenda ni kwenye mechi ya ligi angalia, mechi ya ligi ambayo tayari dakika arobaini na tano amekuja na plani, na plani nyingine anaingia kipindi cha pili, anakuja na plani nyingine. Yaani tayari katika mechi moja ametuonesha zaidi ya mifumo mitatu katika mechi moja. nyakati Tanzania anapata goli, anaongoza katika uwanja wake, ni wa nyumbani, kocha anaenda ni kwenye anaenda kwenye benchi lake la ufundi, ananyanyua wachezaji ni wanne kwa niaba ya kwenda kufanya high pressing, kuhakikisha tunapata ni pointi tatu. Nitakuwa wa fadhila kama nitashindwa kuambia hongera ni wachezaji wa Simba Sports kwa sababu baada ya goli moja kupatikana aliyofunga ni mchezaji ambaye ametoka Jeketi Tanzania, tulitegemea atapiga magoti na kuomba mashabiki wa Jeketi Tanzania msamaha, lakini ndo kwanza anawambia wachezaji wenzake kwamba turudieni kati, bado tuna hamu ya pointi, tunahitaji pointi tatu, turudieni kati tuanze mpira. Angalia sababu aliyofanya mwalimu high press inafa... inafanyika Jeketi ni Tanzania ni wanashindwa ni tunaondoka na pointi tatu. Ni, ni muhimu. Ile ndio ilikuwa test ya mechi ya klabu bingwa ambayo tuni kwenda ni kucheza kwa sababu ni mechi ambayo hatukupata matokeo kilele mama, ni mechi ambayo wachezaji walikamua jasho lao la mwisho ni katika uwanja pichi kuhakikisha tunaondoka na, na pointi tatu muhimu. Ile ni test ya mashindano ambayo ni kwenda kuyaanza ya klabu bingwa hatua ya makundi. Umeniuliza swali kwamba tunaiona wapi Simba kwenye hatua Tarabio. ya makundi tunatarajia wapi kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania Bara. Msimu ni wa ligi kuu ni Tanzania Bara, Simba Sports Club ndio bingwa. Tume tumeiona katika michezo mita Simba ndio bingwa msimu huu. Simba ndio bingwa msimu huu 2025 2026 Simba ndio bingwa. Mimi niombe ni bodi ya ligi na TFF isimamie kanuni za, kanuni za football zinazosema wasimamia sheria kumi na saba na kanuni walizoziweka wao kuhakikisha anapatikana bingwa wa halali wa kwenda ni wakwenda kuchukua ubingwa na kutuwakilisha kutu, kimataifa. Kwa hiyo sheria kumi na saba zikitumika kanuni zikatumika ipasavyo Simba ndio bingwa msimu huu so, elfu mbili ishirini na tano, ishirini na sita kunako michuano ya kimataifa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Novemba hii hii kuanzia tarehe ishirini na moja hadi tarehe ishirini na tatu hapa vilabu mbalimbali ambavyo vimefanikiwa kufika hatua ya makundi E, kombe la shirikisho na klabu bingwa vitakuwa katika viwanja mbalimbali mbali. E, kwanza, hatua hii kuitafuta robo fainali, kama wana Tsunami kutoka hapa Kongoe Mzinga e, nawambia nini wana Simba, kwanza kuelekea michezo hii, kwanza na nyinyi binafsi pia mmejiandaje? Kwanza sisi ndo walimu wa mashindano haya, yaani sisi ndio baba wa mashindano ya klabu bingwa, na sisi kwenda kujaza uwanja sio e story tena, sawa, tulishavuka huko Yani kubu, eni, kwele, ni kwene kujaza uwanja sio stori tena, sisi lepo hiyo, tulishavuka. Na ndio maana kafu waliamua kutupa tuzo ya mashabiki bora, hawakutupa kwa bahati mbaya, kwa kile walichokiona ndani ya dakika tisini. Kwa hiyo mashindano haya ni mashindano ambayo sisi Simba uwaga hatuna presha nayo sana, kwa sababu sisi tulishatoka huko. Yaani sisi Simba ndo tulikuja, ni kuvionyesha vilabu vya Tanzania kwamba Mwarabu sio mtu wa kumwogopa tena, ni sisi sisi Simba Sports Club ndio tumekuja kuvionyesha vilabu vya ni, ni ligi kuu Tanzania bara kwamba kwenda makundi ya klabu bingwa kwenda ro, ro, ro, ni fainali ya klabu bingwa ni jambo ambalo linawezekana, na ule uoga tayari ulishaisha. Tunaanzia nyumbani kwenye uwanja wa Benjamin, uwanja ambao ulijengwa kwa sababu yetu sisi wana Simba, na ndio maana wengine kwa sababu uwanja ulikuwa hauhusu wameamua kukimbia na kukimbilia Zanzibar kwa ule ni uwanja wa kwetu sisi. Kwa aina ya mpira ambao anaofundisha ni kocha ni kocha ni meneja, kwa aina ya mpira ambao namuona na ni meneja wetu, aina ya ya anaicheza ya kutokana na game after game, mimi naiona fainali Simba Sports Club bwana. Mimi nimesikia ya kutosha kutoka kwako bwana Mo. Eh, lakini pia anakutazama eh, pia amesikia ya kutosha. Wasalimia wana Simba, tumalize tuendelee kuzungumza na wengine. Ah, mimi cha kuambia mashabiki wa Simba kwamba bingo, mashindano ya klabu bingwa ndio uwaga mashindano yetu. Ule uoga ni, ni mtoko wa sikukuu kwa wana Simba wote, kama kanuni yetu na taratibu yetu ya Simba nguvu moja, basi ile nguvu twende tukaiongeze tarehe ishirini na tatu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, twende tukawe ni mchezaji wa kumi na mbili kuwapa hamasa wachezaji wetu tuondoke na pointi tatu muhimu. Shukuru sana asante sana Bana. Huyo alikuwa ni msemaji ama afisa habari wa tawi hili la Kongoe Mzinga hapa eh, unasema mpira tsunami eh. Nimezungumza naye mengi kwelikweli, lakini kubwa zaidi yeye ambalo ameona kwa upande wake ni kuendelea kuwahimiza wanasimba kujitokeza kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa eh, siku ambayo watacheza mchezo wao wa kwanza katika ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi